Mgombea ubunge jimbo la Arusha Mjini kupitia Chama cha Mapinduzi ccm Paul Makonda, amekutana uso kwa uso na mgombea ubunge jimbo la Kigoma Mjini kupitia chama cha ACT Wazalendo, Zitto Kabwe. <coughs> Wawili hao wamekutana leo Jumatatu Oktoba 6, 2025 katika moja ya mtaa uliopo katikati ya jiji la Mwanza, ambapo Makonda amewasili jijini humo kwa ajili ya kushiriki kampeni za Dkt. Samia ambaye ni mgombea wa urais wa Tanzania kupitia CCM katika ziara yake, eh, kwa mikoa ya Kanda ya Ziwa. Mbali na kwamba, haikuwezekana kupata sauti ya nini Makonda na Zitto Kabwe walikuwa wakizungumza au kuteta kwa pamoja, lakini nyuso zao zilionyesha walikuwa wakiteta jambo jema, kwani walikuwa wakifurahi na kugonga high five zinazoashiria furaha. Baadhi ya watu waliona tukio hilo, wakatoa maoni yao wakisema, wote hao wameenda Mwanza kuzisaka kula za mama mwingine akasema awa ni familia moja. Mwingine naye akasema zito anaonekana ni mtu adili, akaweka na emoji ya kucheka. Mwingine akaandika darali ana shida sana. kwani wagombea wa CCM wanashindana na nani? Makonda anajibu la swali hili, msikilize. Watu wengi hawajajua tofauti ya chama chetu na vyama vingine, na wengine wafika mahala sasa, mnashindana na nani hivi? wanaliaza bora wanaliaza